Kutoka huko Katavi sasa tuelekee huko mkoani Tabora, ambako katika hali si ya kawaida wananchi wa kijiji cha Mfuto, kata ya Ufuluma, wamepata mshtuko na kuingiwa na woga baada ya mti aina ya msufi ulioanguka kwa miaka mitatu iliyopita umeinuka na kusimama kama zamani. Mti huo wenye kipenyo cha futi mbili ulianguka kwa upepo mkali uliotokea kijijini hapo miaka mitatu iliyopita, na baadaye, wakati wa kuandaa mashamba, mti huo uliungua ukiwa chini. Mwandishi wetu Niko Mwaibale kutoka Tabora ana taarifa zaidi. Ule msemo usemao ukistaajabu ya Musa utayaona Firauni umejidhihirisha hapa katika kijiji cha Mfuto, kata Ufuruma, wilaya Uyui, mkoa ni Tabora, ambapo mti uliong'oka na kuanguka miaka mitatu iliyopita kutokana na upepo mkali umeinuka na kurejea katika uwai wake. Mara baada ya kuenea kwa taarifa za kuinuka kwa mti huu, wananchi wengi wamefika katika eneo la tukio na kuanza kugombea, ambapo kila mtu akitaka kupata angalau gome au sehemu ya mti huo. Walioshuhudia tukio hilo wanasema walisikia sauti ya mungurumo na walipoangalia, wakauona mti huo ukiwa unanyanyuka polepole pole. Nikaona huo mti nika mti unainuka, nikamwambia baba, mti huo unainuka. Akasema, mti gani huo hapo? huo msufu uliungua. Naye akainuka akaja kuuangalia, kweli ukatoka, unainuka unainuka kwa mgumu mkubwa sana, na mimi tunaushangaa tunaushangaa mpaka ukainuka kabisa mwenyewe. kajaum nye nimepita hapo, la tela la punda, huo mti umedondoka chini, unaona. Wakati narudi nikakuta umenyanyuka. Hayo ndio maajabu, niyo yaona Nilipita hapa asubuhi, natoka safari zangu, inafika hapa ikakuta huu mti umelala. Umeona bwana, kitendo cha kutoka hapa kufika nyumbani tayari ni kwakaja watu wakasea ule mti pale njiani umenyanyuka, nikaondoka kuja kushuhudia, na ikakuta kweli umesimama ule mti. Baadhi ya wazee wamesema hilo ni tukio la kustaajabisha, kwani hawajawahi kuona tukio kama hilo. Sijui kinachoendelea sasa kama ni Mungu au mizimu atujui. Afisa mtendaji wa kijiji hicho Mkolela Msangano amesema wao wanaendelea kuwasiliana na wazee wa kimila ili kupata maoni yao juu ya tukio hilo. Kwa kweli swala hili limekuwa ni la la kutisha na ni la mshangao mkubwa katika kijiji chetu. Wazee wa kimila tumewashiriki- nimewashirikisha aki, wakiwemo na waganga wa kienyeji Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Tabora, Dkt. Saidin Tahondi amewashauri wananchi hao kuacha kuushambulia mti huo kwa imani za kishirikina, badala yake wa ulinde ili kujua hatima yake. Hili ni tukio sio la kawaida, kwa kuwa sio la kawaida kila mtu atatamani kujua nini kilitokea. mm -hmm. Lakini uamuzi mnaotaka kuuchukua sasa hivi mnataka kufuta kabisa kisieleweke kilichotokea. Huu ni mti aina ya msusi ambao wenyeji wanadai kwa takribani miaka mitatu ulikuwa umeanguka na ukaungua, lakini leo umenyanyuka tena. Wenyewe wananchi wa eneo hili wametapakaa katika eneo hili wakiwa wanatoa magome ya mti huu wakidai kwamba wanakwenda kutumia hii kama dawa. Kutoka hapa katika kijiji cha Ufuto, kata Ufuruma, wilayani Uyui, mkoani Tabora, ni mimi niko Mwaibale wa TBC.